Hii ambayo mlipenda ni asisitize ni ya kawaida kwa sababu tumefanikiwa sasa angalau asilimia kubwa ya wananchi wetu wanajua umuhimu wa bima na naamini eh, ndani ya siku mia moja ambazo Mheshimiwa Rais aliahidi, eh, mambo ambayo aliahidi kufanya ni pamoja na kuwa na bima ya afya kwa wananchi wote, na hilo eh, limeanza rasmi nadhani siku si nyingi ataizindua na itasaidia kukuza elimu kwa umma kuhusu bima ya afya. Mbali na kwamba ni faida uh, kwa wananchi wetu, lakini kwa ninyi watoa wa huduma hii mtakuwa mmeongezewa mileage kwa maana ya elimu. Sasa gharama ile ya mtumii kwenye kutoa elimu sasa hivi serikali inagharamia elimu ile, ombe nyinyi mdesign product zinazoendana na shughuli za wakazi wa nyanda hii Mkifanya hivyo eh, sijui kikomo kitakuwa ni nini, lakini mkija na products za Dar es Salaam au za mikoa mingine kama Arusha kule wana utalii, huku kwetu ni kilimo eh, tungependa ifike hatua hata anayelima viazi ekatano afikirie kuwa na bima, lakini usipomdesignia kitu kinachoendana na shughuli yake eh, ipo dhana potofu kwamba ah, bima niwezi tu wanakusanya fedha sasa lazima tuiondoe hiyo kwa kudesign products zinazoakisi uhalisia wa shughuli za wananchi wa nyanda za juu kusini. tuma mgeni rasmi, kampuni yetu ya bima ya Strategies inatoa huduma mbalimbali za bima kama vile bima za magari, moto, wizi, kilimo, afya na nyinginezo nyingi, lakini msingi wetu mkuu wa biashara umekuwa ni wateja wetu ambao tumewaalika hapa leo wachache kuja kuona pamoja na sisi. Na tumekuja rasmi kwa mkoa huu wa Mbeya kutokana na fursa ambazo tumeziona. Tuna sababu zaidi ya mia moja kwa nini tumeamua kuingia Mbeya, kwanza kwa sababu ya fursa ambazo tunaziona ukianzia kwa rasilimali watu, ukiangalia fursa kwenye upande wa kilimo biashara, ambayo ina pamoja, pamoja na uchimbaji wa uh, madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuja kwetu kwenye mkoa wa Mbeya kutahakikisha sisi kuwa karibu na wateja wetu, kwani ni njia mojawapo ya kuweza kuwahudumia kwa ukaribu zaidi na kwa ufanisi. Tungependa kuwa karibu na wateja wetu, karibu na nyumba zao, karibu na familia zao, karibu na biashara zao, vile vile pamoja, karibu na ndoto zao walizozishika katika mioyo yao. Sisi kama kampuni tunaamini katika ushirikiano. Suala la bima ni suala muhimu sana katika jamii, na ni suala ambalo kila mwananchi anatakiwa kulitambua na kujua jinsi ambavyo bima ni rafiki wa biashara kwa namna moja au nyingine. Unapofanya biashara, unapofanya shughuli yoyote bila bima, unakuwa kwenye hatari ya kuweza kukosa biashara ile, kukosa mtaji au kuharibu mali, endapo utapata changamoto moja au nyingine. Ziko changamoto mbalimbali mbali kwenye biashara zikiwemo za moto, wizi na majanga mengine kama matetemeko, mafuriko au kuangukiwa na vifusi wakati wa mvua vya matope. Zote hizo zinasababisha hasara kwenye mali au vitu ambavyo wananchi wanamiliki. Kwa hiyo suala la bima ni suala muhimu sana na ni elimu ambayo kila mwananchi anatakiwa aipate kwa ajili ya kuweza kulinda mali lakini pia na kulinda mtaji wake wa biashara. Bajaji tunazozipande hazina bima kabisa, bodaboda boda, hazina bima. Sasa inapopatikana ajali, utaenda kudai wapi? Utapewa fidiwa na nani? Basi elimu inatakiwa, elimu ipite kwa nguvu sana. Labda ningechukua fursa hii kumshauri msimamizi wetu wa bima ambaye ni Tira aweze kutoa vipindi vya elimu kwa wananchi kuna crop insurance yaani bima ya mazao. Kuna livestock insurance ambayo ni bima ya mifugo. Yote hiyo kama ni mfugaji kuna bima yake, kama ni mkulima kuna bima yake. Yaani majanga ambayo tunasema malicious act, ambayo ni kitendo ambacho hutegemee, kinakuja ghafla. Labda tuseme kwamba kimbunga, labda mioto, naona no, labda earthquake, tetemeko bima za nyumba zipo. Kwa hiyo ndugu zangu wananchi, raia wema, kateni bima, kateni bima. Bima, bima ndio, ndio, ndio kila kitu. Bima ina umuhimu mkubwa sana, na kwa bahati mbaya bado jamii zetu huduma ya bima imekuwa ngeni, lakini umuhimu wa bima unaanza kuanzia kwenye biashara tunazozitenda. Tutambue kwamba biashara ndio maisha yetu. Ndugu wanahabari, mtakubaliana na mimi, mji wetu wa Mbeya kwa kiwango kikubwa unaongozwa na sekta mbili kubwa, sekta ya kwanza ikiwa ni kilimo na ya pili ikiwa...